kutokana na mashambulio mapya yanayoendelea kati ya Israeli na Iran. Iran imetoa tamko kuwa kuhusika kwa Marekani kunaweza kuhatarisha vita ya kila namna. Ripota wa televisheni ya taifa ya Iran ameeleza kusimamishwa kwa matangazo ya moja kwa moja siku ya hii leo, wakati mlipuko unatokea saa moja baada ya Israeli kutoa onyo la kuhama eneo la mji mkuu wa Iran huko Teherani, ambako studio za TV zinapatikana. Siku ya Jumanne Irani ilirusha takribani makombora mia nne na mamia ya ndege zisizo na rubani katika mashambulio ya kuripiza kisasi ambayo yamesababisha vifo takribani watu ishirini na nne nchini Israel na kujeruhi mamia ya watu katika eneo hilo. Baadhi ya makombora yamegonga majengo ya ghorofa katikati mwa Israeli na kusababisha uharibifu mkubwa na ving'ora vya mashambulio ya anga vimewalazimisha Waisraeli kurudia tena kukimbia makazi yao. Kutokana na shambulio hilo, watu wa Israeli wamejificha chini ya ardhi katika kituo cha metro huko Ramat Gan karibu na Tel Aviv huko Israeli, huku vita hiyo ikiendelea. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka Iran ijisalimishe bila masharti. Hayo amezungumza katika chapisho lake katika mtandao wa kijamii, na kumwonya Khamenei kwamba Marekani nafahamu alikojificha lakini haina mpango wa kumuua kwa sasa. Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wamezungumza juu ya hali hiyo ya kwa njia ya simu siku ya Jumanne kulingana na afisa wa White House. Naye kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Al-Khamenei amechapisha kwenye mtandao wake wa X kwenye akaunti yake kuwa hawatawaonea huruma wa zayuni. Kutokana na tamko la rais wa Marekani Donald Trump, Irani haijatoa jibu la moja kwa moja lakini viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo Wameapa kwamba hivi karibuni Israeli itatoa mashambulio zaidi yakitokea katika eneo hilo. Veronica Mlyatu.